Udani. Jumla ya watu wanane wamefariki dunia wakiwemo wanne wa familia moja ya askari polisi, mkaguzi wa polisi Gerald Ryoba, ambaye ni msaidizi wa mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP, mke wake Fidea John Kiondo na wanawe wawili, baada ya gari waliokuwa wakisafiria kusombwa na maji katika kijiji cha Kibaigwa wilayani Kongwa mkoani Dodoma. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma David Misime amesema kuwa ajali hiyo imetokea kufuatia mvua kubwa iliyoonyesha na kusababisha mafuriko usiku wa kuamkia leo katika eneo la Kibaigwa bwawani wilayani Kongwa. Wanahabari wetu Idi Maalim mwana undani wa taarifa hii ni ajali inayohusisha gari la familia ya aliyekuwa msaidizi wa mkuu wa jeshi la polisi nchini askari polisi mkaguzi Gerald Ryoba iliyotokea katika eneo la Kibaigwa bwawani wilayani Kongwa baada ya gari lao namba T 519 DEP aina ya RAV4 kusombwa na mafuriko na hivyo kuwa watu wote sita waliokuwa kwenye gari hilo na msichana aliyetambulika kwa jina moja la Sara anayedaiwa kuwa alikuwa mfanyakazi wa ndani wa familia hiyo. Tulipokea taarifa kwamba katika eneo la Kibaigwa ambalo linajulikana kama Bwawani kuna maji mengi yanapita me, ya ambayo ya yanatiririka kutoka maeneo ya Njoge na Hembahemba hemba na kwamba yamezuia magari kupita, lakini baadaye tukapokea taarifa kwamba wameona kuna gari ambayo imesombwa na maji, lakini inaonekana matairi ndio yako juu. Kwa hiyo tulianza kufuatilia na tukazuia magari kwanza kupita. Baada ya maji kupungua, ndio tukaruhusu magari kupita. Kwa hiyo ikaanza heka heka za kutafuta hiyo gari, na baadaye usiku wa manane tukafanikiwa kuipata, na baada ya kuitoa kwenye maji tukagundua kwamba kuna maiti mbili baada ya kukata lile gari, kwa sababu lilikuwa limepondekapondeka lime, tukafanikiwa kutoa uh, mwili wa uh, Fidea, Fidea Joni Kiondo. Huyu ni mwalimu wa manispaa ya Temeke ambaye ni mke wa mkaguzi wa polisi uh, Gerald Ryoba ambaye ni msaidizi wa Fande IGP tuliendelea kufuatilia kwa sababu tuliambia hiyo gari ilikuwa na watu sita. Baadaye tukampata dreva ambaye ni elfu 324 Koplo Ramadhani, akiwa naye amefariki, na tukaendelea kutafuta. Baadaye tumepata mtoto wa miaka minne anaitwa Gabriel Gerard Ryoba, na hatimaye tukapata tena mwili wa, wa, wa Godwin Gerard Ryoba na ndio tukabakia kumtafuta mkaguzi uh, saa nne asubuhi saa nne hayo na kwamba mmoja wao aliyemtaja kwa jina moja la Uludege alikuwa afisa mifugo katika kijiji jirani cha Panda mbili. Familia hiyo ilikuwa ikitokea mkoani Geita kuelekea jijini Dar es Salaam, na ndipo alipopata ajali ya kusombwa na maji katika barabara kuu ya Dodoma Morogoro majira ya saa tatu usiku, ambapo miili ya marehemu wote imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali kuu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Kutoka Dodoma, Idi Malim, TBC.